Kwa jina naitwa Mikaeli Sampi Mampamba, natokea mtaa wa Sarara. Kwenye upande wa mazingira wa kwenye usafi, usafi kidogo unarizisha. Kwa mtaa ambao mi nimetokea, ni sehemu tu ndogo tu ambako kidogo kuna shida kwenye barabara, kuna mashimo ambayo maji yanatuama. Sawa, so, tukija uh, kwenye maeneo ya wafanyabiashara, maeneo yenu, hali ya usafi ikoje? Kwa sababu kuna mahali tumepita tume, tume hali hairidhishi sana. Vipi kwenye maeneo yenu yani? Sisi kwa maeneo yetu kidogo kunaridhisha, na huko gari lile la taka limekuja mara nyingi, linakuja mara mbili kwa wiki tunasombelea zile takataka. Kwa hiyo kidogo mazingira yanaridhisha, yanaridhisha. Sawa. Kwenye so, uh, mitaro mitaro na makalvati imeonekana maji hayapiti, taka zimeziba na vitu kama hivyo. Hamjaona changamoto kama hizi kwenye mtaro bwana? Ngawaje, mimi sija pita, pita sana mazingira hayo. Kuna mazingira mengine niliyopita mimi, nimeona mazingira ni safi, labda upande wa pili. Nini kifanyike ili kuhakikisha mji wetu wa Mbalizi unakuwa msafi na kwenye maeneo yetu ya biashara pia? Kwenye, kwenye mazingira mtakiwa viongozi wasimamie kwa ajili ya kuzibua ile mifereji, kutoa zile takataka kusudi maji yayo na uwezo wa kupita kwenye ile mtaa. Ninyi wananchi mmoja mmoja mnatimizaje wajibu wenu kwa kuhakikisha mnatunza mazingira yanakuwa safi kabla ya kusubiri kusukumwa kwenye upande wa mazingira. Kwa upande sisi wananchi, inatakiwa sisi ndio tujitahidi sana po, kufanya usafi na kuhamasishana kufanya usafi kwenye mazingira yetu ili mji wetu uwe vizuri. Mimi kwa jina naitwa Samuel Mbilinyi ni mwenyekiti wa soko soko bi Mbalizi tarafani. Nafikiri kwa Mbalizi yetu kwa sasa hivi tupo na kina afisa mazingira tunao muda mwingi, ninashukuru ni watu ambao muda mwingi sasa hivi wana wanakuwa kidogo, tunaenda nao sambamba, tunaenda vizuri kwao. Nafikiri nimeshukuru leo tumepata magari, tunakuwa na magari machache, lakini leo tumekuwa na magari mengi, tumefanya usafi, watu wamekuwa na mwitikio mangapi. Tulikuwa na magari matano, tulikuwa na magari matano, watu wamekuwa na mwitikio tu mzuri kwenye namba hizi, wanaipenda yani watu uchafu, sivyo? Wahitaji ilikuwa ni tofauti na miaka ya nyuma, sivi? Darasa limeendelea, lakini naona saizi kidogo kila mtu anaelewa, akivuna takataka zake lazima atunze kwenye mfuko au kwenye dustbin kwa sababu kuna takataka mbichi na na takataka zilizo kavu. Kwa ujumla wake, ninyi wananchi na serikali kwa ujumla wake, tunafanyaje kuhakikisha tunabadili mji wetu wa Mbalizi ambao kimsingi bado usafi haujakaa sawa? <laughs> Mimi nafikiri kwenye serikali, kwa ilivyokuwa tifu, kama itaonekana yezi kuwa tifu zaidi kuweza kuboresha magari yetu, kila tulivyokubaliana kwamba ni Jumatano na Jumamosi gari zinakuwepo, nafikiri itakuwa imekaa vizuri kwa sababu hii darasa lilopita, nafikiri kila mtu sasa hivi amekuwa anaelewa. Kwa majina anaitwa Eliza Robert, natokea Tazara. Kwa hapa huwa tunafanyia biashara zetu, lakini tunapofanyia biashara zetu huu mfereji unatutesa, kwa sababu utakuta watu wanamwaga takataka zote zinakuja kuundana hapa, alafu huo mfereji haujazibuliwa, hilo unaloiona karabati alijazibuliwa a tunapodai vifaa labda vitusaidie kuvaa mikononi, tunashindwa. Hakuna vya kuvaa mikononi, hamuna vya kujilinda. Tunakuja hapa kudai bila vifaa, sisi tunaingia sisi kuenda kufukua ule msalo ule bila wanaume. Yaani tumekumbuka hata kipindi cha nyuma huko, mzee Makufuli alikuwa anatusaidia, sababu walikuwa wanakuja wanajeshi, walikuwa wanafukua ume kwenye mtaro, utakuta msafi, maji yanatembea hamna takataka zinazosimama huko, lakini sasa imekuwa ni maumivu kwetu. Utakuta mtu umetoka nyumbani, wanasema ulete spedi, ulete sijui jembe, ulete sijui mfagio, wakati vitu vipo huko kwenye soko, wanasema havipo. Tukitoa kimoja, vyote vinapotea. Manispaa iliyokuwa inafanya usafi, wanaowaweka wa usafi huko huwa wanafanyia nini ambalo wale linatakiwa lifanyike? Sasa hivi watoe vifaa vya kufanyia humo kwenye mfereji, kwenye mfereji umo kusafishia usafi usafihu kwenye mfereji, maana tunaumia sisi. Utakuta wanamwaga uchafu huku, utakuta a wabucha wanaosha sijui manini wanamwaga huku, utakuta ni kama maji ya chooni yanavonuka. Kwa kwa kweli kila wakati hapa tunapata shida. Asante kwa jina. shidaajina anaitwambea ni asabutiajia mamlaka mji mdogo wa Mbalizi. Leo tulikuwa na zoezi la mwisho mwezi la usafi katika eneo letu la mji mdogo wa Mbalizi ambapo kama unavyoona mwandishi tulikuwa tunafanya usafi kwenye maeneo yetu. Nazo changamoto kadhaa kwenye maeneo yetu, hasa uwajibikaji kuanzia ngazi ya chini kabisa ya uongozi mpaka ngazi sisi ya juu huku juu. Ndio maana unakuta kuna maeneo unakutana nayo ni machafu, lakini eneo hilo kuna uongozi, kwa mfano wa stendi, tuna uongozi wa masoko. Tunaomba tu watusaidie hawa katika maeneo yao yote, kila mfanyabiashara, kila mwananchi awe barozi, awe mjumbe, kila eneo tukisimamia usafi kwa pamoja, tukishirikiana tukiwa timu moja naamini kabisa usafi kwetu tabaki historia. Lakini tukiacha kwamba ni kazi ya limasha halimashauri haja kuzolea taka mlangoni kwako, haiwezekani. Halimashauri tuiache kazi moja tu, kwamba zile ambazo zimetuzidi kwenye kuzisomba, ndio ile kazi ya kwetu sisi serikali au halimashauri kuzisomba. Lakini kwa maana ya kufagia eneo lako, kung'oa majani, kuondoa makopo yote, hasa kipindi hiki cha mvua ambako unakuta takataka nyingi zinakuja na mitaro na mitaro yetu mingine ina changamoto, tunajua ni maendeleo. Kwa mfano, sasa tunao ujenzi wa barabara wa njia nne na kutoka Saraga mpaka Ifisi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameleta huu mradi ambao tunaamini kukamilika kwake kutakuwa suluhisho kubwa la maji ambayo yalikuwa yanatuama hasa maeneo ya Mbalizi. Kwa hiyo naomba jamii nzima kuanzia mwenyekiti wa kitongoji, ni wajibu wa kila mwenyekiti wa kitongoji kuhakikisha eneo lake linakuwa safi. Kwa hali ya kawaida, kwa kunisaidia mimi mwenye jukumu la kufanya usafi hasa kwenye barabara, kingo za barabara na mitaro, ni nani? Kwa mfano kwa barabara kuu ambayo ni highway, ambayo zinasimamiwa na TANROADS na huwa wanaweka vibarua, muda mwingine tenda, watu wanafyeka na hata ile mitaro iko chini yao. Kwa hiyo sisi tunafanya kama jamii, kwa sababu nakuta wenzetu wa TANROADS labda manager yuko ngazi ya mkoa, wala ah, asiweza sifike huko, lakini kuna barabara ambazo ziko chini ya TARURA nazo hizi, bado mitaro ile ambayo iko chini ya TARURA ni kazi ya taasisi hizi kufanya usafi kwenye yao maeneo ya barabara eneo mfano stendi mle ndani kwetu. Kuna kuna maeneo ambayo unakuta changamoto ni usafi na mle kuna watu wanapika chipsi, kuna kwa maana ya migahawa alafu na na, na huduma nyinginezo, lakini unakuta mazingira bado ni ni ni, ni machafu. Tuna, tuna wakingaji hawa wananchi na kuwalinda dhidi ya maradhi mbalimbali hasa kipindupindu kwa kuhakikisha usafi unapanda viwango. Asante na shukuru kwa mfano stendi ni mali ya halmashauri, ni stendi ni ya kwetu. Kwa kuzungumzia halmashauri, ni sisi mji mdogo na wananchi wote na watumiaji wote wa stendi. Ni kweli kumekuwa kujisahau, kwa sababu kwenye stendi tunayo kamati ya usafi ambayo inasimamia zoezi zima la, la stendi nzima. Kwa hiyo ni kazi yetu kama halmashauri, kama kitongoji, kama kata, kuhakisha eneo la stendi lote, vitalu vyote, wafanyabiashara walioko huko ndani, ndio wananchi wetu walioko pale, kushirikiana nao kuhakisha kila wakati maeneo yetu yanakuwa masafi. Kwa hiyo ni jukumu la kwetu. Kuhakisha kuanzia sasa hakutakuwa na mtu ambaye sasa atakuwa na eneo anafanyia biashara ni chafu. Kwa hiyo tutachukua hatua. Tunao idara yetu ya afya tutapita kupita huko, lakini tunao idara yetu ya udhibiti wa taka ambao nayo pia tunashirikiana nao na viongozi wetu. Tumeunda kamati ndogo ndogo kutoka ngazi ya stendi, ngazi ya masoko lakini pia ngazi za vitongoji. Kwa hizi tutashirikiana nazo kuhakikisha tunafanya usafi kwenye maeneo haya ambayo yanaonekana na, na chafu. Jina naitwa Yoni Polala Afisa Mazingira, wa kitengo cha usafi wa mazingira na udhibiti wa taka halmashauri ya leo. Na shughuli kubwa ambayo kitengo chetu kinafanya ni shughuli ya kuhakikisha nasimamia usafi wa mazingira kwenye halmashauri yetu pamoja na udhibiti wa taka. Hii ni wiki ya usafi eh, wa mazingira kitaifa ambayo yenye kauli mbiu ya kusema taka ifuse, na sisi kwa upande wetu tumeona tuunge tume mkono juhudi hizo kwa kufanya usafi kuhamasisha kufanya usafi lakini vile vile kushirikiana na wadau wetu ambao ni Mbalizi plastiki wanaofanya kazi ya kurejeleza ile mifuko ya plastiki ambayo imeshatumika na kurudisha kwenye mzunguko kwa kuzingatia kwamba taka ni fursa. Lakini vile vile kitengo chetu tunafanya kazi ya kutoa elimu na kuhamasisha kwa kushirikiana na wadau na viongozi mbalimbali katika ngazi za vitongoji katika ngazi za mashina pamoja na ngazi za vijiji pamoja na watendaji kata ili kuweza kuhimiza masuala ya usafi ili tuweze kuepukana na magonjwa ya mlipuko lakini vile vile kuweza kulinda afya ya jamii. Kwa kifupi, afisa mazingira, tumetembea tume, tume huko barabarani, wakati wa usafi, tumeona hali halisi ya mazingira. Kuna maeneo ambayo bado ni changamoto. Nafikiri juhudi za makusudi zinahitajika kwenu ninyi serikali, lakini pia na wananchi. We umebaini nini kwenye zunguka zunguka yako huko kwenye mazingira yako? Unachokisema eh, ni kweli, lakini changamoto kubwa tunaoipata, unajua halmashauri yetu ni kubwa na vilevile mamlaka ya mji mdogo Mbalizi ni kubwa kwa uh, maafisa mazingira kusema kuzungua kila maeneo na kuweza kuhakikisha mazingira yanakuwa safi kwa wakati mwingine kawa changamoto ojuu. Tunazozifanya na, tunazo na tushazifanya, cha kwanza aga, tunawakumbusha viongozi wa maeneo hayo kwa maana ya eh, maafisa watendaji wa maeneo husika, lakini wenye viti, lakini vile, vile watendaji kata kutusaidia, pamoja na mabalozi kutusaidia katika swala so zima la kusimamia usafi, lakini vile vile sisi tunafanya vile kazi ya uratibu Sawa. So, vipi kwenye mitaro na barabara uh, mnahakikishaje mitaro ina ina inakuwa haizibi? Kwa sababu kuna mali tumepita mitaro kabisa imeziba takataka zinakuwa nyingi, matharani mle ndani ya stendi na vitu kama hivyo, mnaekaje nguvu pia maeneo hayo ama kwa nini maeneo hayo yanakuwa ni machafu kupitiliza? Mkuu, unachokisema ni kweli. Sasa hivi tushaanza elimu ya hamasishaji kwa sababu tunayo sheria ndogo ya usafi na usimamizi wa mazingira ya, ma, ya halmashauri na sheria hiyo inasema hivi kwamba kila mmiliki au kila mfanyabiashara au kila mkazi ambao anazungukwa na mtaro wa maji ya mvua ana wajibu kuhakikisha mtaro huo unakuwa safi. Kwa hiyo hilo, kwa mujibu wa ile sheria ndogo ya halmashauri, ni jukumu la kila mtu hapa anazungukwa na ule mtaro. Sasa changamoto tunayoipata ni kwamba ni kujisahau.